Mwambia jirani yako kila palipo na baraka kuna mtu wa kukukwamisha, andika hilo jambo. Amina. Kila palipo na baraka kuna mtu wa kukukwamisha. Amina. Wherever there is blessings, there is a person purposeful To frustrate your movement. Amina. Popote palipo na mafanikio, popote unapotarajia kuinuliwa, popote ulipopanga kwamba hili ndilo sasa linalokwenda kunifanya mimi niwe wa baraka, kuna mtu atasimama kama kikwazo kuna watu watasimama kama kikwazo Amina. Na kuombea kwa Mungu mwaka elfu mbili na ishirini na tano, vikwazo na wale watakaosimama kama vikwazo Mungu awaangushe wa wale wote watakaosimama kama vikwazo Mungu awageuze wa wawe daraja lako la kupandia. Amina. Wale wote watakaotamka mabaya kwako Mungu ayageuze kuwa baraka kwako. Unaowategemea ndio watakao kwenda kinyume na wewe ah. Kaa tayari kukabiliana nao bila kata tamaa oh, yes. Uliozaliwa nao tumbo moja ndio watakaokutamkia mabaya Jesus. Kaa tayari kusimama imara, ushinde wanao kuzunguka Amen. Na ambao waliwahi kukupa furaha kwenye maisha yako ndio watakaosababisha machozi kwenye maisha yako Jesus. Futa machozi, songa mbele, futa machozi, songa mbele. Amen. Ebu sema yeyote atakayeniliza mwaka 2025. Yeyote atakayeniliza mwaka 2025. Amen. Nitafuta machozi. Ukitazama Amen. Amen. Nyuma ulikotoka uliko utaona mipango mingi sana uliyowahi kuipanga. Amen. Na ulipokaa na ulipolala na ulipoamka, ukao naona kabisa kwamba nakwenda kufanikiwa, nakwenda kuinuliwa. Hakukutokea jambo jipya, waliokuwa wanakuzunguka ndio waliosababisha ukawa kama jinsi ulivyo leo. Amina. Mara nyingi, na naomba uandike jambo Amen. Maono ya mwenye maono hayauliwi na mwenye maono. Oh, yes. Yanauliwa na wanaomzunguka mwenye maono. Amina. Maono ya mwenye maono hayauliwi na mwenye maono. Yanauliwa na wanaomzunguka mwenye maono, elfu mbili na ishirini na tano. Oh, yes. Yeyote atakayeinuka kuyashambulia maono yako aanguke, ah, yeye kwa jina. Amina, yes. Namba tatu. Amen. Wanaoanza kukupa msaada ili uinuke ndio watakaokugeuka ili uanguke. Kwa makini sana, tazama huko nyuma ulikotoka, walioanza kukusaidia, walioanza kuonyesha wema kwako, walioanza kuambatana na wewe, ndiyo ambao baadaye waliokwenda kinyume na wewe. Weka agano na Mungu, mwambie Mungu, mwaka elfu mbili na ishirini na tano watakaoinuka kwenda kinyume na mimi, Badala ya kuniangusha watengeneze daraja la kuinuliwa kwangu. Wow.